Wakazi wa Kizingitini eneo bunge la Lamu Mashariki wanalalamikia kuhangaishwa na maafisa wa polisi. Kwa mujibu wa wakazi hao, maafisa wa polisi wa eneo hilo wanatumia nguvu kupita kiasi dhidi ya makosa madogo madogo, kama kuwa na kisu, kutembea na fimbo ama panga, ambavyo ni vifaa wanavyotumia nyumbani kwa kazi mbalimbali. Hisi ni utamaduni kwetu kutembea na fimbo na bado ni inatumika kwa kazi. Tuseme wa? Eh, kama polisi ni wasitumie excess force kwa mwananchi wa kawaida. Jaribu kumuelewa mwananchi kwa sababu mwananchi akona right ya kujielezea, akona right ya kucomplain. So jaribu kumuelewa, angalieni vipi, watufuate ule utaratibu wa kisheria na kila kitu itakuwa sawa. Huwezi kumzuia mvuvi asibebe kisu, wala huwezi kumzuia mpikalaji punda asibebe fimbo, na wala huwezi kumzuia mkulima asibebe panga. Lakini sisi, baada ya kupata malawama nyingi hapa Lamu East kwamba kuna mauano, kuna wahalifu, sisi wenyewe kama wazee wa mji tukasema kwamba wavuvi waruhusiwe wabebe misu, watungaji punda waruhusiwe wabebe fimbo, na wale wahuni washikwe watiwe ndani. Kuna mikasa chungu zima hapa hapa. Kuna mihadarati inafanywa, polisi wanajua, lakini hawashiki. Watu wanauza unga na bangi, wao kazi yao, wanashika visu vidogo, mambo madogo madogo. Mtu aliko nyumbani kwake, anakata kata kabichi, anakata samaki, anachukuliwa, anaenda 8000 5000 which is very wrong. Kama tunavyojua kwamba endapo kutakuwa na mvurugano kama huu kati ya wananchi na walinda usalama ama wale justice actors ama security actors, shida ambayo itakuwa moja ni ukosefu wa amani na kutakuwa na vurugu mbalimbali, kwani hakutakuwa na msikizano ama uwiano sawa baina ya wananchi na wale walinda usalama. Kwa hiyo sisi kama shirika tukaonelea kuna haja ya kuingilia na kuweka amani, sababu wale walinda usalama ndio wanaotulinda sisi wananchi, na ndio na wanaoangalia kile kijiji na wale wananchi bado pia ndio wako na haki ama wale right holders wanabeba wana, wana zile haki katika jamii yao, so tunaona kuna haja ya kufanya uwiano ili kuwe na amani, kuwe na usawa baina ya walinda usalama na wananchi kwengineko kwa ni kwamba viongozi wa